Taarifa hiyo inatupa nafasi ya kumwalika Ibrahim Rahbi kwa ajili ya uchambuzi wa kina wa taarifa hii. Uh, Rahbi, una nini cha kutueleza kuhusiana na tukio hili ama shambulio hili la hivi karibuni la Israel huko Gaza? Uh, nadhani imekuwa inaonekana kama ni kawaida tena, uh, kusikia Wapalestina wakiuawa uh, ukichukua taarifa ya saa 24 zilizopita idadi ya wa Wapalestina waliouawa ni sabini na mbili katika mashambulizi hayo, ambayo eh, kiasi ya mauaji mengi huenda yanatokea kwenye kituo cha GHF, kituo cha ugawaji wa misaada. Uh, hauwezi ukaondoa kile ambacho kinazungumzwa na watu duniani kuwa kinachofanyika ndani ya Gaza ni ile inaitwa ethnic cleansing, utakaso wa kikabila yani ni kuhakikisha unaiangamiza jamii moja yote inakwisha, chini ya ufadhili mkuu wa Marekani na ushiriki wa baadhi ya nchi za Kiarabu mm. ndio unaosababisha hiki kinatokea. Takriban toka GHF imeanza kugawa misaada ambayo ilianza mwisho wa mwezi Mei ee, mpaka leo nadhani tunaenda tu Julai, sasa ni kiasi mwezi mm. mmoja na kitu kama kwenda miezi miwili, wapalestina mia sita wameuawa kwenye vituo vya ugawaji wa misaada, mia sita, mm. yani watu wana njaa mm. wametoka majumbani kwao mm. waende kwenye vituo angalau wapate chochote, yaani imekuwa sehemu ya vituo ni kama vile death trap; unaweza kusema ni kama sehemu ya mtego wa kifo mm. ambapo kuwa ukitoka nyumbani kwenda kutafuta yani, kwenda kuchukua unarudi, yani ukitoka unaaga, maana yake sio rahisi kurudi. Katika kila ugawaji wa kila siku, watu 20 30, watauawa na dunia kama imefumba macho hawa, yani kama vile hakuna, kwa sababu taarifa inayotolewa na GHF taarifa inayotolewa na Israel wanakanusha kuwa sisi, lakini taarifa na ushahidi wa video zinazorekodiwa kwenye matukio zinaonyesha kuwa hao watu wameuawa bila kuwa na silaha, wameuawa bila chochote, hawana tishio lolote. Sasa Rahbi, uh, ukizungumza hivyo, swala la msingi ni kwa nini dunia inaonekana kuendelea kubembeleza kauli za haki ya kujilinda, huku raia wa kawaida wakizaniwa uh, wakivamiwa katika machafuko kama haya? shida moja ambayo huu mgogoro umebeba ndani yake pia kuna harufu ya imani. Imani ya nini? Imani ya dini kuwa yani? Mm. Kuna jamii moja inahisi kuwa ina haki ya kuwa vile, halafu ukirudi kuwauliza kwa nini hiki kinafanyika, watakurudisha kwenye maandiko mm, hiki na hiki yani, haki isiokuwa na wajibu, haki isiokuwa na utu mm. kwa hiyo hiyo ndio shida kubwa, lakini shida nyingine ni ufadhili wa nani, anayefadhili haya yatokee, okay. kwa sababu chukulia kitu kimoja, juzi viongozi wa EU walikuwa na mkutano kule the Hague, hmm. wa NATO hmm. halafu kabla, hapo kabla walikuwa Brussels, EU, wana mkutano EU katika maazimio walioyajadili, mfano washirika wa, wa NATO waliokutana kule the Hague, katika mambo mawili walioyajadili, walijadili vita ya Urusi na Ukraine wakajadili swala la Gaza. Hatua zilizochukuliwa kwenye vita ya Urusi na Ukraini ni kuongeza vikwazo kwa Urusi, kwa sababu Urusi anaendeleza vita kule Ukraine. hatua zilizochukuliwa Gaza no action, yani hakuna hatua zozote. Yani unaweza kuamini kuwa miezi ishirini na moja ya vita vya Israeli Israeli hana single nini, unasema yani ile nusu ya sanction hana yaani nusu ya kikwazo, mm, kikwa kikwazo hajawahi kuwekewa kikwazo chochote katika yote unaoyaona, katika uhalifu wote unaoshuhudia. Lakini vita, vita ya Urusi na Ukraine ni kila siku vikwazo, kila siku Irani kukataa kukaa kwenye meza, vikwazo anawekewa na Ulaya. Kwa nini hutaki? Lakini linapokuja suala la Israeli, ufadhili wote unatoka kwao, yaani na macho yote yamefungwa. e, e, maana yake nini? maana yake kuwa dunia inatembea kwenye msingi ambao sio halisi Umeona, yani maanake kile kinachoitwa sheria za kimataifa sio halisi, ni maigizo kuwa yamewekwa kochi. Wafikiria kuwa sheria hizo za kimataifa ndio sheria ambazo mm. Mahakama ya ICC imetoa hati lakini nini ilienda kupata mahakama, mahakama yenyewe imewekewa vikwazo, wahudumu wa mahakama wana vikwazo, Karim Khan kaondolewa kwenye nafasi yake kwa sababu tukushikilia ile kesi. ICJ imekuta Israel na hatia tu ya kukaa kwenye ardhi kule West Bank. na yenyewe ime, imewekewa vikwazo Um, rais wake akafanyiwa zengwe lolote aondolewe akawa waziri mkuu wa Lebanon ili asishughulike na kesi ya, ya Israel. Sasa hii ndio dunia ambayo kuna watu wamekariri kuwa fulani gaidi fulani sijui nani, lakini magaidi halisi hawatajwi kama magaidi, kwa sababu gaidi ni tafsiri kuwa vitendo ndio vinaakisi ugaidi. Sasa mtu anayeuwa watoto anayetumia starvation kama silaha, yani kama njaa unatumia kama silaha unazuia chakula, unaua yoyote. Wewe ni nani? No, hawezi kuwa gaidi, kwa sababu jina lake halifanani na magaidi. So dunia inaishi kwenye uongo, yani hmm. kwenye uongo. sasa, sasa, Rahbi, kwa, kwa, kwa haya maelezo, mashambulizi haya yanaonyesha mwelekeo gani wa kisiasa, lakini hata pia wa kijeshi wa Israel katika mgogoro huu wa Palestina? Mgogoro hizo, mwelekeo ni kuwa Israel ilikwisha feli kwenye mpango wake wa kusema kuwa tunataka kuangamiza Hamas, hiyo ilisheshindikana. Na hata ukiangalia waziri aliyefutwa kazi wakati ule Eof Garland alilizungumza mwanzo wa vita, karibu miezi mitatu tu ya mwanzo, akasema kuwa hakuna kinachowezekana kufuta Hamas. Hamas ni ideology, who huwezi kuifuta mm. Sasa tuangalie mambo mengine ya kumaliza, lakini hili swala haliwezekani kufutwa sasa kinachotokea hivi sasa au yanayoonekana hivi sasa, kwa kweli, unakosa picha kamili kuwa kosa la wengi ni nini, yani kosa la watu ni nini? Mfano, utakwambia Umoja wa Mataifa walikuwa wakisambaza chakula Gaza, walikuwa na vituo mia nne eneo lote, kati ya watu milioni mbili na laki tatu. Vituo mia nne na ugawaji wa chakula uko katika utaratibu. Israel na Marekani wakahakikisha kuwa Umoja wa Mataifa hataki kusambaza chakula kwa sababu anasababisha kuwapa Hamas chakula ambao wanapata nguvu ya kuendelea kupigana. Hamas ndani ya Gaza wako chini ya asilimia hata tano hawafiki. Kwa sababu Gaza ni eneo lina watu milioni mbili na laki tatu. Wapiganaji wa Hamas wote toto namba uchukue na wale rafiki zao PIJ Palestine Islamic Jihad toto namba ni 30. Unazungumza eneo lenye watu milioni mbili na laki tatu. Sasa wanaadhibiwa watu milioni mbili na kwa sababu ya watu elfu thelathini ambao wenye wanaopigana nao ambao wao wameshindwa kuwashughulikia. Sasa kinachotokea kufunga vituo vyote vya usambazaji, wakaanzisha vituo vipya ili shirika linaendeshwa na Marekani na Israeli inaitwa GHF, lina vituo vinne ukanda mzima. Kutoka vituo mia nne wana vituo vinne tu vya usambazaji. Sasa wanachokifanya wakishaweka sehemu yao kuwa leo tutagawa chakula unajua namba ya watu inakuwa kubwa, watu mm. ni wengi mm. wanakuja na limited. Yani, vyakula vya wastani hawaji na mzigo wa kutosha. Yani, unajua kuna watu labda wanakuja elfu kumi kuchukua chakula, chakula kinachowekwa pale ni cha watu labda elfu tatu au elfu nne. Unajua ile watu wanatoka kwenye njaa, wakija wakafika pale wakaona kuwa idadi ni ndogo, naweza nisipate chochote. Unajua kila mmoja anakuwa anataka awahi angalau yeye apate mm. Yani kuwa tunataka vurugu ile, watu wakitaka kuanza zitapigwa risasi. mm -hmm. Watu 30 40 wamekufa, sababu walifanya vurugu. Yani ni lazima itokee, yoyote Ethnic cleans yoyote itokee, angalau watu wa wawa. Kwa mtazamo wenu wa wachambuzi wa siasa, tumalizie kidogo hapo Rahbi, nini mnaona kama hatima ya mgogoro huu? Hatma ni dunia kuwajibika, akiwemo Marekani na warabu wao ndio wanafadhili kila kinachotokea pale. Yaani dunia iwajibike, dunia iache double standard, isimame kama vile Urusi wanavyomshughulikia washughulike na hapa, kwa sababu Urusi hajafika nusu yanachokifanya huyu, lakini Urusi anachukuliwa hatua. Hapa hatua hazifanyi kazi. Mfano nimalizie, ni, ni kwa taarifa halisi imeandikwa na gazeti la Israel jus la Haaretz, gazeti la mrengo wa, wa wakati limeandika kashfa mbili au tatu. Kashfa ya kwanza linataja kuwa askari wa Israeli akiwa Gaza akiangusha nyumba akivunja nyumba analipwa shekel elfu tano dola elfu moja mia tano kwa kuvunja nyumba analipwa askari. Wenyewe wamefanyiwa mahojiano na gazeti la Haritz, wanathibitisha kuwa wana amri ya kuua raia ambayo wamepewa kuwa ua, yani wanaambiwa katika kila watano utakaowaona lazima mmoja umshushe. Kashfa ya tatu gazeti la Haritz limeandika pia na gazeti la Middle East liliandika, Middle East juzi liliandika ah, kuwa unga au unga ule wa ngano wanaoletewa wa GHF ndani umechanganywa na madawa ya kulevya. Lengo ni kuangamiza kizazi. Sasa dunia imefumba macho, Marekani, kila wote wamekaa kimya, kama hamna mtu anayeona, ila ukizungumza, nakwambia tuna haki ya kujilinda. Mpaka wa haki yenu ya kujilinda unaishia wapi? Kwa sababu kila unapouliza, nakwambia Israeli ana haki ya kujilinda. Ndio kauli ya Ulaya na Marekani kuwa mchoro wa kujilinda mwisho wake wapi? Yaani yeye anaweza kujilinda hadi ndani ya chumba chako anaingia, najilinda. Rahbi, tunakushukuru kwa uchambuzi, tutazidi kufuatilia yanayoendelea huko Israeli na vile vile kwenye eneo la Gaza.